Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Mariam akiwa mtume utuombee. Masomo ya misa, Alhamisi juma la pili katika kipindi cha kawaida. Somo katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya kumi na nane mstari wa sita hadi tisa, kisha sura ya kumi na tisa mstari wa kwanza hadi saba. Siku zile, wakati Daudi alipokuwa anarejea kutoka kumuua yule Mfilisti, wanawake walitoka katika miji yote ya Israeli kwenda kumlaki mfalme Sauli, huku wakiimba na kucheza wakiwa na matari, vigelegele na vinanda. Hao wanawake walicheza na kuitikiana wakisema, Sauli amewaua elfu zake na Daudi makumi elfu zake. Basi Sauli alifadhaishwa sana na kuchukizwa na maneno hayo, akasema, wamempa Daudi elfu kumi, nami wamenipa elfu tu. Anahitaji kupata nini tena isipokuwa ufalme tu? Tangu siku ile Sauli akamwonea wivu Daudi. Sauli akasema na mwanaye Yonadhani na watumishi wake wote juu ya kusudio lake la kumuua Daudi. Lakini Yonathan mwana wa Sauli alimpenda sana Daudi, naye akampasha habari hiyo akisema, Sauli baba yangu anatafuta kukuua. Basi nakusihi uwe macho asubuhi, ukajifiche mahali pasili, nami nitatoka na kusimama kando ya babangu uko shambani ulipo wewe, na nitazungumza naye habari zako; nikiona ajabu lolote nitakwambia. Yonathan akamsifia Daudi kwa Sauli babaye akisema, Mfalme na asikose juu ya mtumishi wake Daudi, kwa kuwa yeye hakukosa juu yako juu, bali matendo yake kwako yamekuwa mema sana aliyehatarisha maisha yake akamuua yule Mfilisti, naye Bwana akawaletea Waisraeli wote ushindi mkuu. Nawe mwenyewe ulipoona hayo ukafurahi. Basi kwa nini kukosa juu ya damu isiyo na hatia, umuue Daudi bure? Sauli akayasikiliza maneno ya Yonathan kwa makini, akaapa aishivyo Bwana hata kufa. Ndipo Yonathan akamwita Daudi akamjulisha maneno yale yote. Yonathan akamleta Daudi kwa Sauli naye akamtumikia kama kwanza. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura 56 mstari wa pili hadi tatu, tisa hadi kumi Kumi na moja kumi na mbili na mstari wa kumi na tatu Kitikio: ninamtumainia Mungu, sitaogopa. Ninamtumainia Mungu, sitaogopa. Unihurumie e Mungu, kwani wananitendea kwa ukali, mchana kutwa wanazidi kunipiga vita. Mchana kutwa adui zangu wananisaka, maana ni wengi wanaonipiga vita Ewe uliye juu, ninamtumainia Mungu sitaogopa. Umezihesabu hatua za kutangatanga kwangu, umepokea machozi yangu, umeyakusanya. Je, si yameandikwa katika kitabu chako? Hapo maadui wangu watarudi nyuma siku ninapoomba msaada wako. Ninamtumainia Mungu sitaogopa. Najua hakika Mungu yupo upande wangu, ninasifu neno lake. Mungu, ninasifu neno lake. Bwana, ninamtumainia Mungu sitaogopa. Namtumainia Mungu wala siogope, kitu mwanadamu ataweza kunitenda nini? Ee Mungu, nimebanwa na nadhri zangu kwako, nitakutolea dhabihu za sifa. Na mtumainia Mungu sitaogopa. Mokozi wetu Kristo Yesu ameyashinda mauti na ametangaza uzima wa milele kwa Injili. Somo la Injili Takatifu ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako E Bwana. Marko sura tatu mstari wa saba hadi kumi na mbili. Wakati ule, Yesu aliodoka akaenda kando ya ziwa pamoja na wafuasi wake. Umati mkubwa ulimfuata kutoka Galilaya na kutoka Yudea, pia wengine kutoka Yerusalemu na wengine kutoka Idumea na ng'ambo ya Yordani na kutoka sehemu za Tiro na Sidoni. Umati mkubwa ukamjia waliposikia aliyokuwa akifanya. Akawaambia wafuasi wake wamwekee chombo tayari, kwa sababu ya umati wa watu, wasije wakamsonga, maana aliponya wengi, hata wote walioshikwa na mateso yoyote walisogea bele wapate kunguza na pepo wachafu walipomona, walimwangukia wakagumia, wakisema "Wewe ni mwana wa Mungu." akawakataza sana wasimtambulishe. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.